Muziki ni lugha ya moyo, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kanisa la Waadventista wa Sabato, muziki haufundishwi tu, unaelekezwa kuwa ni ibada. Uyio, na juma hili Mbiu ya Kusini inakualika kutazama makala inayoonyesha safari ya kozi hizi za muziki kwa awamu ya 15. Utakuwa nami Spora Mseli Mwalontalima nikikupitisha hatua kwa hatua. Tangu mwaka 2018 mafunzo ya muziki wa kiadventista yamekuwa yakilea vipaji nchini Tanzania. Safari ilianzia Tasuba Bagamoyo, na sasa inaendelea kwa kishindo hapa jijini Dodoma, ndani ya Dodoma Adventist Polytechnic College. Ya kale ni dhahabu. Hebu tutazame kwa uchache awamu zilizopita kutokea Tasuba. Kwenye kundi la mbayo nyeusi, tuna ubomauko unaoitwa C. Kwa hiyo kulingana na namba zetu za vidole na jinsi ambavyo mkao wetu tunahitaji uwe, hebu weka mkono wako ii kama unashika chungwa ama epoa ama chochote kidole namba moja. Kidole namba ngapi? Namba moja, tutakihitaji kikae simu ambapo si yetu iko hapa kushoto mwa hili kundi la maombili jusi, kuna ubamu ko unaitwa nini? C. Kwa hiyo zoezi letu litaanzia hapo katika siku hii ya leo, kidole namba moja. Ninapenda kumshukuru Mungu sana kupata nafasi ya kuwatembelea siku ya leo, na kujionea mwenyewe jinsi darasa hili linavyoendelea, kuwaona wanafunzi wa, wa muziki, kwa programu maalum inayoendeshwa na idara ya vijana ya kanisa la Waadventista Sabato natuwa moyo kuona kwanza, darasa ni kubwa, naona darasa la kutosha kabisa, lakini pia ninatuwa moyo kuendelea kusikia kwamba darasa hili limevutia Waadventista wa Adventisa Sabato na hata wasiokuwa Waadventista Sabato, jambo ambalo limekuwa ni sifa ya darasa hili tangu darasa hili lianzishwe kama miaka miwili au mitatu iliyopita kwa namna pekee sisi kama viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika ngazi ya union, hususani kwa kutambua kwamba yule anayesimamia programu hii ni kiongozi wetu wa kanisa la Wasabato katika ngazi ya union, sisi tunatiwa moyo kuja kuwaona na kuwatia moyo. Kozi hizi hufanyika mara mbili kwa mwaka tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane. Mamia ya waalimu wameshaandaliwa kutumika katika huduma za muziki makanisani. Falsafa ya Kikristo na ni falsafa ya Waadventisti wa Sabato, kama Wakristo tunapaswa kufanya nini katika kuimba? Kama unavyosikia tu neno lenyewe la falsafa ni neno ambalo limetoholewa katika neno la filosofi, hekima, kupenda hekima. Kama kanisa limetafuta hekima ya kuimba, ni namna gani kanisa limetafuta hekima kuimba, kutumia miongozo yetu, yani Biblia, neno la Mungu, kupitia vitabu vya roho ya unabii, kupitia miongozo yetu ya kanisa, kanuni ya kanisa inashauri nini? namna gani tunaweza tukaimba. Kwa hiyo uh, katika uh, kipengele hiki cha falsafa ambacho ninafundisha hapa, tunajaribu kufundisha um, namna gani tunaweza tukaimba ya kumi na tano awamu ya pekee na mwanzo wa dhahabu, kwani mafunzo haya kwa sasa yanatolewa kwa mara ya kwanza katika chuo cha ufundi cha Kiadventista Dodoma, ambapo yanafunguliwa rasmi na mwasibu msaidizi ndugu Masigo Daniel ambaye anaeleza mipango mizuri ya mwendelezo wa kozi hizi. Kwa majina naitwa Masigo Daniel Masuhuko ni associate treasurer wa union ya kusini mwa Tanzania nikimsaidia mhazini wa kanisa la Waadventista sabato katika union hii kama msaidizi. Na kwa wakati huu tumekuwepo katika chuo cha Dodoma Adventist Polytechnic College, mahali ambapo mafunzo ya awamu ya kumi na nne yaliyoanzia kule Tasuba na sasa kwa awamu ya kwanza yakifanyika katika chuo chetu hapa Dodoma, chuo ambacho ni kinamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, jimbo la kusini, jimbo kuu la kusini mwa ma Tanzania, mahali ambapo kanisa limeona ni vyema kuwekeza katika kufundisha muziki, maana muziki ni sehemu muhimu sana katika ibada, na hivyo kama kanisa limejikita katika awamu hiyo kufanya uwekezaji mkubwa unaoweza kuwafanya wale wote wenye nia na mapenzi ya dhati ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli wapate sehemu ya kujifunza muziki ili wabaki wakijifunza sasa wakiimba muziki ulio bora, badala ya kuchanganya muziki kutoka huko na kule. Basi uwepo muziki ambao umepita katika viwango vilivyo bora na kuhakikiwa na kanisa la Waadventista sabato kulingana na imani zetu za msingi. Mtoe wito kwa wale wote ambao watapata fursa ya kufika katika chuo hiki ni mahali palipo bora, panafikika kirahisi, maana ni katikati ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ikiwa unatoka magharibi, mashariki, kusini na kaskazini, bado unaweza ukafika kirahisi. Hautajuta kufika kwenye chuo hiki, maana kama kanisa tumejikita kuhakikisha kwamba elimu hii inaweza ikatolewa, itakayowafanya watu waweze kumwabudu Mungu katika muziki ulio bora, na kanisa sasa linawekeza kwa sehemu kubwa kwa kununua vifaa, kuhakikisha wakufunzi wanapatikana watakaofundisha muziki ambao unaendana na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Wasabato. Kwa hiyo nahakikisha na kwamba vifaa vyote vinavyotakiwa kwa awamu ya kwanza vimepatikana, vinanda vipo vya kutosha, kikiwa mtu anakuja kujifunza hata ishia kwenye nadharia atakuwa pia na muda wa kujifunza kwa vitendo. Tunapokwenda kwenye awamu nyingine, tunatarajia kupata gitaa, violin, tarumbeta na vifaa vingine kulingana na mahitaji yatakayokuwa naelekeza na wataalamu wa muziki wanaoendelea kufundisha katika chuo hiki cha Dodoma Adventist Polytechnic College. Kozi hizi huratibiwa na idara ya muziki na hapa Mchungaji Mamba akishirikiana na wadau mbalimbali wenye ujuzi katika fani hii. Anaeleza zaidi. Mimi ni mchungaji Aston Mamba, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano, vijana na muziki kwa sasa. Uh, mafunzo haya, lengo lake kubwa, mafunzo ya muziki uh, lengo lake kubwa ni kuwafanya wale wanaojifunza haya mafunzo waweze kuimba nyimbo kwa ustadi. E, waweze kujua sheria na taratibu za namna e, ya kutumia e, alama zile zilizoko katika nyimbo, vitabu vya nyimbo vile. Mara nyingi tunakimbia kwenye maneno, hatusomi hivi zile zile noten, e, la. Kwa hivyo kujifunza utaalam wa uimbaji, lakini pia utunzi wa nyimbo, matumizi ya vyombo e, mbalimbali vinavyotumika katika uimbaji e, kwa hivyo kuwafanya watu wetu waweze kuwa stadi katika uimbaji kama ilivyo elimu zingine, muziki ni elimu inayojitosheleza uhitaji wataalamu wa bobezi ili kufundisha muziki sahihi kulingana na muktadha wa kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu badala ya kulumbana kule makanisani, badala ya kuwekeana matamko, kanisa liliamua kuwa na mpango wa kwamba watu waje wajifunze kwa sababu muziki ni taaluma, sio swala la kwamba kila mtu anaweza akabishana kwamba iweje. Ni kweli, wapo wenye vipaji vyao, wapo wanaoweza kufahamu mambo kadhaa. Hata hivyo tunahitaji mtu apitie mafunzo ili kuweza kupata uh, kitu ambacho ni sahihi. Kama taaluma nyingine tunaweza kwenda kusoma, tunasomea udaktari, tunakuwa mainjinia, tunakuwa walimu. Muziki vivyo hivyo unasomewa. Kwa hiyo tuna sababu kila kanisa kuona kwamba linapata wataalamu ambao watakuja kusoma ili waweze kutusaidia namna ya kuenenda katika kuabudu kwa roho na kweli kule makanisani, muziki hauna immunity kwamba wenyewe haukuathiriwa na dhambi. Kwa hiyo unaweza ukafanya vyema muziki na vile vile unaweza ukafanya vibaya. O, tusiposoma na kuelewa nini cha kuepuka, nini cha kufanya, basi wakati tunajikuta kwamba tumezama mahala fulani tukidhani bado tunamwabudu Mungu, kumbe tuko upande mwingine ambao hahusiani. Majuma manne ya awamu ya pili, kwa mwaka huu yanakamilika wanafunzi hamsini na watatu wanapokea mafunzo na kumi kati yao wanahitimu kozi hizi. Mchungaji Festo Mngongo ndiye mgeni rasmi katika awamu hii na amesisitiza kuelewa vizuri dhana ya mziki wa ibada. Shuhuda kwa Kanisa gombo la tano kurasa wa miane tisini na tatu sauti nzuri ya wimbo ambao umeingia katika mioyo ya wengi kwa usahihi, kwa matamshi yanayoeleweka, ni moja ya vitendea kazi vya Mungu katika kuongoa roho. Yani wimbo mzuri uliotengenezwa vizuri ukaimbwa na ulipoimbwa kwa maneno yanayotamkika. Wakati mwingine maneno hayasikiki, utasikia tu ni ngoma, vinanda na muungurumo fulani hivi. Hizo nyimbo sio za kumtukuza Mungu. Na mchungaji, ukisikia wanaimba hivyo, wasaidie, wambiene. Sasa usiwagombeze, wanagwaga wakali, wambie hivi, hebu mpunguze hivi nani, ili maneno tusikie. Kwa sababu kwa kweli kinachoingia katika moyo wa msikilizaji ni maneno. Wastahili wewe, sio ngungu, ngungu. Sio kelele, hapana. Kinachoinua moyo wa msikilizaji ni maneno yanayomuunganisha msikilizaji na Mungu wa mbinguni. Kuna muhimu mkubwa sana wa kuhakikisha ya kwamba eh, makanisa yetu wajumbe wanatumwa kuja kujifunza mahali hapa kwa juhudi, kwa sababu eh, kuna vipengele vingi ambavyo vinahitaji marekebisho kuhakikisha ya kwamba muziki unaoimbwa, muziki wa Kikristo unaoimbwa unaendana na Biblia kama mada zinavyosema, muziki ni ibada. Ni kweli kwamba vipengele vyote vinavyohusiana na ibada pia vinatakiwa vipatikane katika muziki. Hapa mafunzo yanayotolewa yanatuelekeza kwamba muziki ni ibada. Chochote kinachofanyika tangu kuanzia utunzi wake kuanzia utunzi wake uimbaji, mpaka upigaji wa vyombo lazima uliflekti ibada, kwamba inaelekezwa kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo viongozi wote tunatoa wito wa ma conference wa mafiridi na ma coordinator wote wa mziki, wakurugenzi, pamoja na wachungaji wa makanisa, tusaidiane kabisa, kozi hizi zinapotolewa, kutoa taarifa katika makanisa yetu, kila kanisa lipate taarifa sahihi, waimbaji wapate taarifa sahihi, ili wajiandae kwa ajili ya kuhudhuria eh, mafud mafunzo haya ambayo ni muhimu sana. Furaha ya mafanikio ni mwanzo wa wajibu mpya, kama anavyoeleza mkurugenzi wa idara hii. Tunapomaliza hapa eh, tunamaliza na wanafunzi hamsini na tatu eh, miongoni mwao uh, thelathini wa mwaka wa kwanza wanapata cheti cha mwaka wa kwanza, lakini eh, kumi na tatu wa mwaka wa pili na kumi wa mwaka wa tatu, hawa wanapata cheti cha kanisa cha utambuzi wa kumaliza mafunzo ya awali ya, ya, ya, ya mziki De wakiwa wameshughulika wame na nadharia ya mziki lakini vitendo katika kuimbaji lakini vile vile utunzi na mambo kati wa kadha eh, ambayo yamekuwa yakifundishwa hapa. Hii ni mara ya kwanza kuwa hapa katika chuo cha Dodoma, eh, Dodoma Adventist Polytechnic College. Hii ni mara ya kwanza mafunzo yetu yanahamia katika chuo chetu. Hebu tuje hebu tu, kila kanisa liwe naone, lione umuhimu wa kutuma eh, watu wa, wa, wa mahali hapa ndio watakuwa waalimu, lakini pia wataimba kwa uimbaji ulio bora, uimbaji wa namna ambayo utafanya ibada zetu ziweza kuvutia wao wenyewe ndio wanufaika wa kwanza, lakini kanisa litanufaika. Wako hapa watu wa kaliba mbalimbali ambao wamekuja kujifunza mafunzo haya ya muziki. Tunao waalimu bora, tunataraji ya kwamba tutakuwa na watu watakaotoka hapa walio bora kati ya bora katika nchi ya Tanzania. Kuwepo kwa kozi hizi katika chuo cha DAPC ni moja ya kivutio na chachu ya kuongeza wanafunzi wengi, kama anavyoeleza mkuu wa chuo ndugu Yona Mdende. Chuo ki ni chuo ambacho kiko chini ya union yetu ya kusini mwa Tanzania ambayo kinatoa mafunzo ya ufundi ambayo tuna ufundi wa aina tatu hapa. Tuna ufundi wa, ma, wa, wa, wa, wa mabomba. Tuna ufundi pia wa ushonaji ambayo tunasema ni tailoring, na tuna ufundi pia wa umeme, umeme wa majumbani. Tunatoa pia short courses katika masomo hayo pamoja na somo la tehama. Tuna masomo mengine ambayo ni short courses mojawapo ni somo hili la muziki ambalo kwa kweli tunaishukuru union kwa kutuletea kozi hii kutoka tasuba iweze kuja hapa DAPC. Imekuwa ni faraja kubwa kwetu kwa sababu miongoni mwa kozi ambazo tunazitoa ni kivutio kikubwa especially kwa, wazazi, kwa, kwa kwa wakazi pamoja na makanisa yote ambayo akwa Dodoma na wengine ambao watapata elimu kubwa kuhusiana na mambo ya muziki. Roda Mtanda ni miongoni mwa wakufunzi na hapa anatoa rai kwa kanisa kuongeza vifaa vya kufundishia kwani mwitikio umekuwa ni mkubwa kuliko walivyotarajia. Shukuru Mungu kwamba sasa hivi mafunzo yanaendelea hapa, na kadiri mafunzo yanavyoendelea ndivyo kanisa linavyopata watu watakaosaidia katika kuboresha mafunzo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa mfano, kipindi hiki walimu waliotoka Tasuba ambao ni kama vile wametoka kwenye taasisi tulikuwa tunafanya mafunzo kabla, ni wawili tofauti na mwanzo mwanzo. Kulikuwa na walimu wengi sana wa Tasuba na walimu wachache sana wa kutoka ndani ya kanisa, lakini kwa sasa hivi walimu waliopo hapa wengi, maana tulikuwa ni walimu kumi na tatu kati ya walimu kumi na tatu ni walimu wawili tu waliotoka Tasuba, walimu wengine kumi na moja wa, ni, zao wengi ni zao la taasisi, yaani ni zao la kozi hii ya muziki. Kwa hiyo kadri kozi hii inavyoendelea kufanyika ndivyo watu wanavyozidi kupata elimu na ndivyo kanisa linavyopata watu wa kuweza kufundisha. Ushauri wangu mkubwa kwa kanisa, watafute namna ya kutoa haya matangazo ili yawafikie washiriki wengi yafike kwenye makanisa mengi ili watu wengi waweze kufika na kujifunza hii kozi ya muziki, kwa sababu kupitia kujifunza watu watabadilika. Changamoto kubwa iliyopo kwamba vifaa bado ni vichache, lakini kanisa wakiboresha zaidi ya kuongeza vifaa, kwa sababu kadri miaka inavyoenda kuongezeka, wanafunzi wanakuwa wengi. Sasa vifaa baadaye vitakuwa havitoshi, kwa sababu katika mafunzo haya wanayosoma, kila mwanafunzi anajifunza piano na katika kujifunza piano sasa, kama vifaa havitaongezeka, ina maana kwamba kuna baadhi ya wanafunzi hawatakuwa na piano za kuweza kujifundisha. Jambo la kipekee kwa kozi hizi, hazibagui jinsia, itikadi za kidini, na zimekuwa na manufaa sana kwa watu wote, kama wanavyoeleza miongoni mwa wanafunzi kwa nilivyojifunza na ninavyoendelea kujifunza, natumaini kwamba mziki huu katika maisha yangu binafsi utanisaidia kwa sababu napenda mziki, lakini bado natamani kufanya mambo makubwa katika mziki, hasa katika ibada, kufanya ibada iwe takatifu na si ibada ya maigizo au kufanya ibada ambayo inakuwa sababu ya Mungu kuleta hukumu ila natamani kufanya kitu ambacho Mungu anataka kifanyike katika kanisa lake. Lakini pia kama mtawa, natumaini mziki huu utanisaidia mimi pamoja na ndugu zangu ambao tunatamani kumtumikia Mungu kwa namna hii. Lakini pasipo kumtanguliza Mungu, pasipo kumwimbia Mungu kwa ibada, hatutaweza. Hivyo kupitia mziki huu natumaini Mungu atakuwa mwema, na yote ambayo natamani kuyafanya na Mungu anayotaka kuyafanya kupitia mimi atafanyika. Mimi naomba nikukaribishe wewe ambaye hujaweza kuwepo mahali hapa kwa wakati mwingine, hebu karibu, kwa sababu tunapata vitu vizuri ambavyo tunatamani angalau kila mmoja umpatie au umpe au umhamasishe, lakini Tanzania ni kubwa, huwezi kumfikia kila mtu. Mtazamaji, kwa miaka nane sasa mafunzo haya yamekuwa chanzo cha mwanga na mabadiliko. Na awamu hii ya kumi na tano imetukumbusha muziki ukiongozwa na roho ni ibada na wito unatolewa sasa kujiunga katika awamu zingine ili kuboresha huduma za muziki makanisani. E, ni, ni tunawashukuru sana uongozi wa Union kwa kutoa, kwa kuwekeza katika Uh, vifaa ambavyo vimetumika na vitakavyoendelea kutumika hapa. Nitumie fursa hii pia kusema ya kwamba kama tulivyosoma Biblia inatuambia na hata mambo ya nyakati inasema sana hili, ya kwamba mambo ya nyakati sura ya 25 unaweza ukasoma mwenyewe baadaye. Mambo ya nyakati sura ya 25 ukianzia mstari wa kwanza na kuendelea, anasema zamani zile walichaguliwa waimbaji na wapiga na wapiga mziki walichaguliwa, sio mtu aliyeondoka tu holelaholela kwenda kupiga mziki. Yani anakuja tu anasema mimi naweza hii vitu hii. Alafu anapewa eh, anaweza kaleta hasara sana. Kwa hivyo walichaguliwa, lakini pia waliwekwa wakfu kwa kazi. Kazi ambayo hii inayofanyika ya uimaji ni kazi inayotaka kujitoa wakfu kujitoa wakfu kwa Bwana, kujiweka wakfu kwa Bwana ili Bwana aweze kukutumia katika uimbaji. Tunapaswa kukubali mafunzo, mafunzo. Hebu tuwe mawakala kwa wengine ya kwamba mafunzo mahali pa kupata mafunzo pamepatikana. Waambieni tayari tumepata mahali pa kupatia mafunzo ya uimbaji, eh? na wanakuja sasa. Sasa angalia watu wanaokuja kusoma hapa, wengine ni walimu wamefundisha miaka kumi, 15, ishirini wanakuja kusoma sasa. Kama wao wanakuja kusoma we, nani we, we, we umefundisha mingapi kwani eh? wanafundisha wa, muso, muso, nimemwona miaka zaidi ya 15 anafundisha kwa ya Kirumba, lakini akaamua kuja kusoma. Sasa wewe si uone tu kwamba kuna kitu kwenye kujifunza, yaani ukidhani unajua inawezekana hujui, na kudhani unajua ni hatari. Ni hatari sana maana hutaki kujua zaidi. Watieni moyo watu kuja kusoma mafunzo haya ya muziki mara tu yatakapotangazwa. Baada ya haya, baada ya kupata mafunzo, kuchaguliwa lakini kujiweka wakfu walitumika. Nendeni mkatumike. Wale wanafunzi ambao mmehitimu leo, mmepata vyeti nendeni, mkatumike kwa viwango vile vile mlivyovipata, ingawa tunawasubiri tena kwa awamu nyingine, nyingine ya pili ya tatu na kuendelea, lakini mkatumike na kisi